Kwa majina anaitwa Edward Lalika ni program officer kutoka shirika la vijana Tanzania Youth Coalition. Uh, Tanzania Youth Coalition tunafanya kazi na vijana ambao wanaanzia miaka 15 mpaka 65. Um, sisi kwa leo tulikuleta Njombe. Uh, tuna, tuna mradi uh, unaitwa YEFFA Kilimo Sauti au Voice for Youth ambao tunawafanya katika mikoa mingi Tanzania lakini ikiwepo na Njombe pia. Kwa hiyo kwa siku ya leo tulikuwa tumekuja kuendeleza moja ya shughuli za mradi uh, mradi wa Kilimo Sauti ambayo kwa siku ya leo tulikuwa tumejikita sana kuangalia kufanya tathmini ya sera, namna gani vijana wana uelewa wa sera ya kilimo. Kwa hiyo tulikuwa na vijana wa Njombe DC moja kupitia kuangalia uelewa wao na wapi wanafikiri pakitiliwe mkazo kwenye masuala ya sera. Uh, pia cha mwisho labda cha cha kukazia mradi huu wa uh, uh, Kilimo Sauti au YEFFA unatekelezwa na shirika la Tanzania, lakini kwa kufadhiliwa na shirika la Agra Tanzania. Kile ambacho nimekiona kwa vijana wa Njombe kwanza, wana mwamko mkubwa, hilo lazima tukubaliane kwene masuala ya kilimo wana mamku mkumu, lakini kitu ambacho changamoto ambayo nimeiona labda kwa masuala ya sela kweli bado ni changamoto nauwezi kusema vijana wa Njombe tu vijana wengi n ya sela zza kilimo, sela ya mazingira, sera ya vijana, bado uelewa ni mdomo. Kwa hiyo ukitaka kwa kunani ku, ku, kuangalia kwa ukubwa wake, eneo hilo linahitajika sana wako. Watu walielewe, hususani vijana walielewe kiundani, kwa sababu watakapojua vizuri sera ndio watakapoweza kuangalia wapi pana mapungufu, wakaweka mawazo yao, na sera ikiimarika, ina maana sasa hata sekta ya kilimo kwa upande wa vijana itaimarika, kwa sababu mawazo yao yataenda kuona kufanyiwa kazi kupitia hiyo sera ambayo itakuwa ni imetokana na vijana, na ndiyo maana serikali inataka vijana waende wakapate eh, skill, eh, kule VETA awe awe standard 7 liver au form 4, form 6 hata chuo kikuu. Tumeambiwa saa hizi, wewe una elimu ya chuo kikuu, nenda VETA ukapate ukapate skill ukapate elimu ya yani ile yani ya, ya, ya, ujuzi ukapate kaujuzi fulani ka kufanyika ya kuishi nayo mtaani. Ukitaka kusoma, ukitaka ukitaka uwe fundi wa kushona nguo ni lazima uwe umeenda mafunzo, sio uwezi kusema mm, kutoka tu from nowhere unasema naanza kushona nguo, haiwezekani. Yote hivi vinapatikana kwenye vio vyetu vya kati. Ukitaka kuwa kufuga, nenda pale vyo vyakati vipo, vinatoa elimu hiyo. Ukitaka kufanya kuwa mkulima, ni lazima ukapate elimu, ujue mambo ya mbegu, ujue mambo ya mbolea, ujue mambo ya udongo, kila kitu ufahamu, utazalisha kwa tija kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi taifa inataka kila mtu awe na kitu kichwani. Kama nataka kuwa fundi seremala, lazima nikapate ufundi. Siwezi siwezi kuanza kuchonga tu mtaani bila kwenda kwenda darasani. Siwezi kwenda kuwa eti kufungua basketi ya mtu au pikipiki za mtu. Lazima niingie darasani ukapate ujuzi. Nimeeleweka eh? Ni lazima tuwe na ujuzi kokote. Tumewaleta hapa nyi vijana, maana yake ili mpate ka ujuzi kwenza kujitegemea, kula kumbusho, ukawa na kitu fulani. Kwa hiyo nimefurahi sana hapa, kila mmoja nimeambiwa ana kazi ya kufanya, si ndio? Maana yake sehemu kubwa watu wana shughuli zile za kufanya, wana, wanasema wengine wanafuga kuku na nguruwe wameniambia hapa, wengine wanasema wana wana shamba ya, mashamba ya viazi, wengine wanasema wana mahindi. Hiyo ndio tunayoyataka. Ndio taifa, ndio taifa letu tunalotaka vijana wetu waelekee huko. Ukishakuwa na kitu kichwani una lazima utakuwa una kitu chako kicani cha ujuzi kama tulivyofanya leo mlivyofundishwa hapa, maana yake utakuwa utakuwa busy na shughuli zako, hutakuwa huko tena ambako maadili hayapo, unatembea na chupa ya pombe mfukoni. Hapana vijana, huko tusiendelee huko, tunaomba turudi kwenye mstari, tuijenge nchi yetu, tulithamini taifa letu, tupate maendeleo. Lengo ni kuendeleza vijana wote kwao na shughuli za kufanya kwa sababu kazi za kufanya zipo, na nchi yetu itakuwa nzuri na na yenye maadili kwa vijana wote wa taifa hili. Basi naomba kwa ufupi niseme tu hivi niko kuwashukuru hivyo, tuendelee na hilo na haya mlioyapata hapa, mwende mkayafanyie kazi, na bado tutawahitaji tena kwa ajili ya kuendeleza mi, hii sehemu hii ya vijana kama taifa linavyotutaka nchi hii ili iweze kuendelea. Najua sote kwamba inategemea kilimo, kwa sababu asilimia karibia sabini ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo na uchumi wetu tegemea kilimo. Hivyo jana sasa mchukue jitihada za kwa kuhakikisha kwamba tunaanza kujiimarisha katika kilimo biashara, lakini ili tuweze kuingia kwenye kilimo biashara tupate faida, lazima tubadili mindset, sawa, tazamo. Tatizo la Tanzania ni mtazamo ukiwa kwenye kilimo unaekana mshamba hajasoma, yaani mtu ambaye kwa chini. Kumbe mataifa ya wenzetu yaliyoendelea, mkulima ndo anaheshimika kama tajiri, sababu yeye anamiliki pia ardhi <laughs> lakini pia ndio anaonyesha shughuli nyingine zote za kiuchumi katika nchi husika ziweze kuendelea. Kwa hiyo niombe vijana mliokuja toka Njombe DC changamkie fursa zitakazokuwa zinatokeza, lakini haya mafunzo haya ni ya mwanzo tu, lakini haya yatawapeleka kukisha, kwamba mnaanza kuingia sasa kwenye kilimo biashara. Kwa sababu najadili hapa, nafikiri mliona wenyewe vikwazo, mliona sio, namna gani mtakao, mnashiriki kwenye funzi wa sera na kwenye mijadala mbalimbali, sio kutunza tu sera, lakini hata pia kwenye mijadala mbalimbali na endelea kwenye maeneo yetu kama kwenye kata, kwenye vijiji na hata pia kwenye mjadala mikubwa ya kiulaya na kitaifa imu imu imu na jipata, na ya, maina, ni muhimu sana kushiriki. Unaposhiriki unapata kitu fulani, lakini unapokutana wenzako unajifunza kitu fulani. Kwa majina anaitwa Veronica Kihumbo, natokea Njombe DC, kata ya Kichiwa. Leo tuko hapa tunapata mafunzo mafunzo, haya kwa kweli ya YEFFA sauti -sa ya kilimo inaweza kutufundisha mambo mengi. Uh, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sijajua kuhusiana na shughuli ambazo nazifanya, shughuli zangu za kilimo. Ila kupitia mradi huu ambao umekuja leo, nimeweza kujifunza vitu vingi sana, sera nyingi ambazo ziko kwenye kilimo, sisi kama vijana tulikuwa hatujui sera zetu ni zipi, lakini kupitia huu mradi wa leo tumeweza kujifunza sera zetu sisi kama vijana. Si hivyo tu, naamini kwamba wote ambao tulikopo hapa tulizitaenda kutusaidia sisi kama vijana ni jinsi gani ambapo tunatakuwa tuendeshe vipi vile zile shughuli zetu za kilimo ambazo tunazifanya. Tunaamini kila ya na shughuli yake, kuna mwingine ni mfugaji, katika ufugaji wake ni nini akifanya ili kuweza kufanyaje kuboresha ile shughuli yake ya ufugaji. Kuna mwingine ni mkulima kawaida, nalima mazao kama viazi, maana sisi kama Njombe tunazalisha viazi, tunazalisha mahindi. Kwa hiyo ameweza kupata ni mbinu gani anaweza kuitumia itamsaidia ili kuzalisha naweza kupata kipato kikubwa zaidi. Ya yakongo ilikuwa ni hapa. Kwa kweli ni hapa nimeweza kuona kwamba tunaenda kulima kilimo cha kisasa. Sio kwamba kile kilimo ambacho tunalima tunalima bila wataalamu tu, wengi tunalima tu kwa uzoefu ambao tunao, kwa sababu tunaamini kwamba Njombe tunazesha nini viazi, kwa kila mtu anatamani kulima viazi. Kwa hapa nimeweza kujifunza kwamba kila kitu kabla hujafanya inatakiwa kushirikiana na mtaalamu, ataweza kukuelekeza kwamba ni ili eneo unataka kufanya kilimo linafaa au halifai. Kama halifai, basi atakushauri uweze kufanya hiyo shughuli kwa sehemu nyingine ambayo itakuwa itakuwa ni nzuri na inaweza kufanya uweze kupata kipato kikubwa zaidi. Kama vijana tumenufaika sana na mafunzo ambayo yametolewa na shirika la TYC kwa namna moja au nyingine. Vijana wengi tumekuwa na changamoto kutokufahamu sera za kilimo, kuhusu kwamba wapi tunaweza tukapata mikopo, wapi tunaweza tukapata ardhi, baada ya kulima tunauza wapi, kujua masoko. Kwa hizo ni changamoto ambazo wengi tulikuwa hatufahamu, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kujua kwamba sera za kilimo zipo, lakini pia jinsi vijana tunaweza kunufaika na hizi sera lakini pia tumeona kwamba kuna changamoto baadhi ya sera hazitekelezeki. Serikali inafahamu, uh, inatambua kwamba kuna kilimo, lakini serikali pia imeshindwa kujua kwamba mkulima anatakiwa afikiwaje ili aweze kunufaika, kwamba kuna kwenye sera za kilimo inaonyesha kwamba mkulima anaweza akakopa au akakopesheka, lakini ukienda benki mkulima hawezi kupata nini, mkopo. Kwa hiyo kama vijana tumekutana tuweze kujadili changamoto kama hizo, na tuweze kutafuta jawabu, na tuiombe serikali iweze kutusaidia kwa namna moja au nyingine, kama vijana tuweze kunufaika na kilimo. Sawa, hiyo mimi natosha sana. Nikumbushe tu majina yako, mimi naitwa Felician Anderson Kwea, natokea shirika la Padeka.